Bismillahir Rahmanir Rahim wa salatu wasalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ikhwani fillah, kwa pamoja, leo inshallah, tutaangalia darsa inayohusu ni vipi unaweza ukaizima simu yako kwa kutumia message tu. Kwa mfano, umeisahau ndani, ama upo safari na umekumbuka kwa simu umeacha sehemu ndani, labda unataka uizime, basi njia fupi ya kuizima unaweza ukawa na program ukaizima kwa kutumia uh, message To SMS. natuma yani, katika simu ingi natuma katika simu yako basi uh, inajizima ile simu yako abao Vipi unaweza ukafanikisha hivyo kwa pamoja nitaelekeza hiyo program na njia uh, ya kuifanya simu izimik kutumia hiyo program. Program inaitwa remote power off. kama unavoona hii ndiyo progra yenye vipi unaipata utakuja nitakekea link ya ku kupitia uh, computer ukiingia katika hiyo link itakuleta katika ukurasa huu hapa utabonyeza hapa skip ad na quiz skip itangazo utasubiri kidogo ikitakuchukua moja kwa moja katika ukurasa mwingine wa mega.com file ipo hapa katika mega itakapojaa tutaiona hapa na ute download ile file kutoka katika mega unaiweka katika kompyuta kwa. kama nilivyoiweka hapa hii ndio programu yenyewe kwa hivyo ukishajifungua mega hapa Utaitoa hapa na utaiweka katika simu. Simu ndo hii hapa, tukisubiri nafunguka hapo, simu ndo hii hapa, sema simu, simu, simu, simu yako ndo hii. Uta download ile, utakuja katika mega uta download. Ukishare download itakuleta, kama italeta uh, italeta hiyo uh, program katika desktop kama hapa, utachukua, utaingia katika simu yako na utaiweka hii program utaichukua, kama hivi utaiweka, ama kama una utatumia njia nyingine yoyote, lakini uiweke ndani ya simu yako, iwepo kama hivi. Kwa hivyo, hapa ile program ni hii hapa, kwenye simu yako itakuja kama hivi, remote power off. Cha msingi, ukishaweka utaifungua namna hii, inter current code. Ya kwanza kabisa utaandika eh, null, neno kabisa ambalo utaandika hivi null, yani n u double double l, alafu utaandika new code, enter new code. Password ya kwanza unaitaka, hiyo ni password yako wewe mwenyewe, kwa mwenye, kwa sababu ukimwambia mtu basi atakuwa anaweza kuizima simu kwa kutumia lile neno simu kwa wakati wote, na hapa hapa vile vile uta retype new code, alafu uh, uta, uta, uh, utakuja pa change secret code. Ukisha change basi program itakuwa tayari ipo tayari kufanya kazi katika simu yako. Kwa maana hiyo, unapotaka sasa simu yako uizime kwa kutumia hiyo eh, program utakuja katika upande wa message kwa kutumia simu nyingine. Sasa hapa siwezi kuunganisha simu mbili, kwa hivyo mtaniaradhi, nitaonesha tu mfano kwa juu juu. Utakuja kwenye message. Hapo utaandika kwa mfano, mimi simu yangu ya pili nimeekea program hii hii, nitaandika eh, kwa mfano tz tzs. Kwa hiyo utajaribu kutuma eh, hiyo message kutoka hii simu kwenda katika simu hii hapo. Aha, takuja katika message. Kwa hiyo ile password tumeandika ni tzs, kuenda namba ya simu, unabonyeza hapo Unaandika namba ya kwa simu saibu, tayari namba simu. Kwa hivyo unaituma katika simu hii hapo sasa hivi, na tunarudi tena, naonapo message tayari imeshakwenda. Tunarudi katika simu ambapo muda simu refu tulikuwa nayo hapo e, tajaribu kuiwasha tuangalie, je, kama unavyoona pa simu imejizima, na kama kuiwasha, basi inabidi Anza kujiwasha upya kabisa, manake baada ya kutuma tu message hapo hapo imefanya nini hapo hapo imejizima kwa mpaka mwisho. Sina zaidi, tunaonana katika darsa nyingine na mada nyingine, bihaulillahi taala wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wabarakatu.